Na mhujambo, na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya tukio ambalo limetokea asubuhi ya leo pale mahakamani, katika kesi ambayo inamuhusu mheshimiwa Tundu Antipas Lissu dhidi ya Jamhuri, kesi ya uhaini, moja kati ya tukio ambalo lilotokea ni mheshimiwa John Heche, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kukamatwa na jeshi la polisi bila kutoa ufafanuzi wa aina yoyote ile. Lakini hivi sasa kuna taarifa ambayo imetolewa na wakili wa John Heche, wakili Galubindi. Polisi wamemsafirisha makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kuelekea Tarime mkoani Mara, kufuatia taarifa ya kwamba anadaiwa kuwa na tuhuma zinazomkabili katika eneo hilo, yaani, mheshimiwa John Heche, tuhuma zake yeye zipo kule mkoani Mara, na ndiyo maana leo hii amekamatwa mkoani Dar es Salaam pindi alipoenda kusikiliza kesi ya mheshimiwa Tundu Antipasilisu, na jeshi la polisi moja kwa moja limempeleka mkoani Mara. Wakili wake Garubindi amethibitisha taarifa hiyo akieleza kuwa Walifahamishwa na jeshi la polisi kuhusu usafirishwaji huo baada ya Heche kukamatwa na kuzuiliwa kwa muda. Tumefahamishwa rasmi na jeshi la polisi kwamba mheshimiwa Heche amesafirishwa kuelekea Tarime, ambapo ndipo zinapodaiwa zipo tuhuma dhidi yake, amesema wakili huyo. Naam, kwa taarifa mpaka hivi sasa ni hizo ambazo wakili wa Mheshimiwa John Heche amezieleza kupitia vyombo mbalimbali vya habari kukamatwa kwa Heche kumezua hisia kali miongoni mwa wanachama na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amesema hatua hiyo ni muendelezo wa kile wanachokiita mkakati wa kuwanyamazisha viongozi wa upinzani kuelekea kipindi cha kisiasa kinachokuja yani kipindi cha uchaguzi wadau mbalimbali na wanaharakati mbalimbali wameendelea kupaza sauti zao, nikianza na Sativa ambaye yeye ni muhanga katika matukio ya kutekwa. Amesema kuwa John Heche hajatekwa tu, bali ni mpango na mkakati wa kwenda kumsababishia ajali ili aweze kufariki dunia. Huu ni mtazamo ambao yeye mwanaharakati Sativa ameuona: acheni mara moja huo mpango, maana hatutopokea maelezo yani. Sativa amewataka jeshi la polisi kuacha huo mpango mara moja, kwani hawatoweza kupokea taarifa hiyo. Wadau mbalimbali wameendelea kutoa maoni yao kufuatia hiki ambacho kilichotokea leo. Huyu wa kwanza akasema wajaribu waone, lakini kuna mmoja akasema kaka, weka namba tuchangie hata wakili wanaoenda huko Tarime please. Lakini kuna mmoja akasema wasubutu waone, lakini kuna mmoja akasema kazi iendelee, ameweka emoji za moto. Lakini mmoja akasema hiyo zuga atakuwa daa ni aminini mimi, lakini kwa akasema uoga ni hofu, tuwaachie wao, ila miyamo, misimamo yetu ni ule ule mo 29 mapema sana. Lakini kuna mmoja akasema kisa kusimama katika haki, lakini mmoja akasema wasijaribu kufanya huo ujinga. Na wewe unaweza kutandikia maoni yao kufuatia hiki ambacho kinachoendelea katika mitandao ya kijamii kubwa zaidi ni ukamatwaji wa Mheshimiwa John Heche. Ni ukamatwaji wa kiolela, kwani mpaka hivi sasa hakuna sehemu ambapo jeshi la polisi wamesema kuwa wamemkamata kwa sababu zipi. Lakini pia vile vile tukaenda mbali kabisa kwa wanaharakati wengine. Lakini tukirudi nyuma kidogo, tunaona hivi juzi juzi tu hapa Mheshimiwa John Heche alikumbana na tukio tena la kutaka kukamatwa, lakini wananchi mbalimbali walienda kusaidia na hakuweza kutiwa nguvuni mikononi mwa jeshi la polisi. Kwa hiyo kama vile John Heche ni alikuwa ni mtu ambaye anatafutwa kinaga ubaga. Yaani akishatiwa tuvunguvuni basi ataweza kutafutiwa makosa kama ilivyo kwa Mheshimiwa Tundu Antipasilisu. Na wewe unaweza kutuandikia kufuatia uwanja wa comment section, nini maoni yako, nini mtazamo wako, ili wote tushie maoni mbalimbali. Nam kwa taarifa mbalimbali, endelea kwa karibu nasi, usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.